Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Mkoa wa Kaskazini Unguja. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imejivunia umaarufu mkubwa duniani kwa vipaji na kufunguka kimichezo baada ya uwekezaji wa viwanja mbalimbali mbali nchini. CCM kupitia ilani ya mwaka 2025 2030 imeahidi kuendelea kujenga viwanja vya michezo vya kisasa katika maeneo ya Tumbatu, Mkokotoni na Panga Tupu kwa ngazi ya wilaya. Vilevile vile kujenga viwanja vya Kiwengwa na Mbuyu Tende kwa ngazi ya mkoa. Kukamilika kwa yote haya kutaleta kuimarisha michezo na vipaji vya vijana katika ngazi ya wilaya na mkoa, kukuza mshikamano wa kijamii kupitia mashindano na matukio ya michezo, Kuibua na kukuza vipaji vitakavyoshiriki mashindano ya kitaifa na kimataifa, kutoa fursa za ajira na biashara ndogondogo kupitia matukio ya michezo, na kuimarisha afya na furaha ya wananchi kupitia michezo ya kila siku. Michezo bora, vijana imara, taifa lenye afya na mshikamano. Oktoba tunatiki.